Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma PIC leo Alhamisi imetembelea na kukagua maendeleo ya mradi wa maboresho ya upanuzi wa Bandari ya Mwanza Kaskazini unaogharimu shilingi bilioni 18.6 na kuonyesha wasiwasi mkubwa endapo mradi huo utakamilika kwa wakati huku ikitoa maagizo mbalimbali kwa Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA. Mradi huo unaotekelezwa kwa mkataba wa miezi 24 ulianza Mei mwaka 2023 na ulitarajiwa kukamilika Juni mwaka huu lakini hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2025 umefikia asilimia 58 pekee huku mkandarasi akiwa ameshalipwa shilingi bilioni 5.2 sawa na asilimia 28.1.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 Baadhi ya wabunge ambao ni wajumbe wa kamati hiyo akiwemo Dr. John Pallangyo, Aida Kenani na Marry Masanja wamehoji na kuonyesha wasiwasi juu ya mradi huo, huku Naibu Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA Baraka Mdima, akitolea majibu baadhi ya hoja hizo. Muda wa kazi tunategemea hii miezi 24, lakini tayari muda wa kazi umeshatimia miezi 23. Nakuwa unategemea kumalizika mwezi Juni, mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa muda uliobaki, na kutazama kazi ambazo zimeshafanyika na financing pace, eh, nategemea eh, kwamba mnaweza kufikia lengo la kumaliza, huu mradi kwa tarehe kwa mwezi Juni, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Lakini pia inaonekana kwamba financing ina kwenda kwa kusuasua ina lag behind eh, works, ambazo zimeshatekelezwa. Je, kuna matatizo ambayo yanasababisha ya financing iende scope na, na volume ya kazi ambazo zinaendelea kufanyika ambayo yameshafanyika kwa asilimia ambayo ipo? Na kwa muda uliobaki inaonekana kabisa watamaliza kwa wakati, muda utakwisha, mradi utakuwa uendelezaji utekelezaji unaendelea. Nikwa naomba kujua moja, kwenye mkataba walioingia wana kipengele cha kulipana hasara ya mradi ambapo ya hautakamilika kwa wakati, na nani anatakiwa mlipe hasara mwenzi? Mimi nataka niwapongeze sasa wajenzi wapatea, wow, kwa sababu licha ya kuwapatia asilimia 28.1 financing wao wametekeleza kwa asilimia 58 kwa hiyo naomba na tuwapige makofi, baada mwenyekiti, labda tutapata majawabu kutoka kwa management. Kama kweli bado kuna uwezekano wa kumaliza mradi katika muda huu. Natambua maboresho yanayoendelea na wajibu wa kamati yetu sisi ni kuangalia uwekezaji hasa uwekezaji wenye tija. Sasa, pamoja na maboresho yanayofanyika sasa, natambua kuna uwekezaji ambao umeshafanyika huko nyuma. Ningependa kufahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu nao ni uwekezaji kabla haya maboresho ya leo uwekezaji uliofanyika unaendana na mapato yanayopatikana. Jambo langu la pili, tumetazama Mheshimiwa Mwenyekiti na kule Kigoma utakuwa umeona, ili ni la jumla, kumekuwa na changamoto ya bandari zetu kuzama, na hii inatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ule ni uwekezaji, tunawekeza fedha za kutosha, ni kwa namna gani wamejipanga kuepusha hasara ambazo zimejitokeza kwa uboreshaji unaoendelea kuepuka hizi kazi ambazo zimejitokeza kwenye bandari kadhaa ikiwepo ya Kabwe kule kwangu Kasanga Kipili na maeneo mengine, tumejipanganya na hilo jambo ili kuepusha hasara kwa serikali. Changamoto ambayo mimi naiona pamoja na, na upanuzi huu, eneo ni dogo sana. Mambo ya ndani watanisamehe mkikosea hapa, kupita hapa central police hapa ukapita ovyo ovyo kwa sababu upande huu ni ofisi na upande huu ni ofisi zao, kwa hapa katikati kukutana na askari ambaye siku hiyo hakulala vizuri nyumbani unaweza ukaruka kichurachura hapo. Sasa ninapiga picha, tunapanua bandari, watu wataongezeka, lakini wakati huo huo abiria wetu watakuwa napita katikati ya kituo cha polisi, sio ni kama kama ni ni ni ni sahihi sana. Ingeomba ningeomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kikao hiki tulibebe kama kamati na we kama kiongozi wetu tuone namna na wenzetu hawa kama wako tayari kuwawezesha, uh, mambo ya ndani wakakaa sehemu ambayo ni salama zaidi. Pia linawezekana ni, ni bandari kujenga kituo cha polisi cha kisasa kizuri, sidhani kama wanashindwa. Ni kweli hatutaweza kumaliza kufikia Juni ishirini na tano. Hapa tunafanya ujenzi, lakini tunafanya uh, biashara na pia tatizo la ukubwa wa eneo, kwa hiyo hiyo inasababisha pia kwamba kuna, kuna, kuna tunatarajia kumwongezea muda ili aweze kumaliza hizo kazi, kwa sababu hizo sababu zimesababishwa na employer. Kwa hiyo kuna kuna hiyo ogesha kwenye mkataba Mheshimiwa Mwenyekiti <coughs> ni kweli huko asilimia 28 kwenye upande wa fedha, lakini tayari tuna IPC mbili ambazo moja na bilioni mia eh, tisa na moja na bilioni moja takriban 25 hizi zote tukizi process zikilipo na ziko ndani ya wakati tutakuwa ni zaidi ya asilimia arobaini na kwa kawaida kwenye utekelezaji financing tuna limit isiwe zaidi ya physical progress kuweko na gap yep. tutakwenda sawasawa uh, na huwa inataka kuongeza hakutakuwa na gharama za ziada kwa sababu tulimwambia wakati tunaanza mkataba kwamba unajenga, lakini tunaendelea kufanya biashara. Kwa hiyo hiyo tumeshaifanya kwenye sehemu zingine, huwa haina haina gharama zaidi, na anafahamu iko kwa maandishi, iko kwenye mkataba kwamba anajenga na sisi tunamalizia, na ndiyo maana ah, so, yes. wakati huu tunaendelea kujenga wakati huo tulikuwa tunaendelea ku kuzungumza na mamlaka ambazo zinatuzunguka ili kuweza kutanua eneo. Kwa bahati mbaya, zile jitihada hazikufika mwisho. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, kuzama kwa magati na kuongezeka kwa kina cha maji kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi ni swala ambalo linakabili bandari zote, zetu zote za maziwa Nyasa, Tanganyika, kwa mheshimiwa kule pamoja na Victoria. Tumechukua hatua za namna mbili hatua ya kwanza ni hatua ya muda mfupi, kuboresha kwa hati ya dharura yale maeneo ambayo yamezama ili kuruhusu utekelezaji wa shughuli za kibandari uendelee, lakini hatua ya pili tumewashirikisha watu wa jiolojia, watu wa mamlaka za mabonde pamoja na taasisi zote zinazohusika ili tuweze kupata suluhisho la kudumu la muda mrefu na kwa hatua nyingine tunachukua mabadiliko kwenye design tunazozifanya sasa, tuna accommodate mambo ya mabadiliko kiti na ufata, ya tabia nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja inayofuata ni ya makamu mwenyekiti, Mheshimiwa Mary Masanja, yeye amezungumzia kuhusu uongezaji wa eneo ili kuangalia ma maendeleo ya baadaye, kwamba tufanye maendeleo lakini tuangalie Ukuaji wa idadi ya watu pamoja na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa mwenyekiti, hii kazi tumeshaanza kuifanya. Tunashirikiana na serikali ya mkoa na tuko na hatua ya ya, ya kusogea kidogo. Kwa hiyo naomba tulichukue, tutaendelea kuweka msisitizo kwenye eneo hili. Mwenyekiti, kwa kumalizia, tunapokea pongezi zako, lakini tunapokea pia kile ulichotuambia kwamba bandari ziwe na sura ya kisasa. Kwamba shughuli zote tunazozifanya kuziangalia mabadiliko ya teknolojia na kufanya kutoa huduma ambazo zinakidhi viwango vya kisasa, tunaipokea na tutaendelea kuliboresha. Kufuatia hali hiyo, Mwenyekiti wa Kamati hiyo, Augustine Vuma Holle ametoa maagizo kwa mamlaka hiyo kuhakikisha mradi huo unasimamiwa vizuri na kuleta tija, huku Mwenyekiti wa Bodi ya TPA, Ernest Mangu akiahidi kuyafanyia kazi maelekezo hayo. Kamati inamwagiza mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya bandari TPA Uh, uh, moja kuhakikisha mamlaka na wasimamia kikamilifu wakandarasi uh, wanaotekeleza mradi huu wezo uh, ili uweze kukamilika kwa wakati na viwango vilivyokusudiwa katika mkataba, ili thamani ya fedha ili iliyowekwa katika mradi hii ili iweze kupatikana. Ili kuhakikisha mamlaka na kuimarisha kumarisha ushirikiano na sekta binafsi pamoja na wadau mbalimbali ili waweze kurasimisha uh, bandari zisizo rasmi zilizopo katika Ziwa Victoria kwa lengo la kuongeza ufanisi katika bandari hizi ya kutegeza dhamira ya serikali ya kukuza biashara na uchumi kanda, so, Su... na wa kanda kati ya Tanzania na nchi jirani. Mwisho, sio mwenyekiti, ni shukuru kwa kuunge zako kwetu, na tunapatia nguvu zaidi ya kuendelea kuongeza juhudi na ya usimamizi na kuhakikisha kwamba tunapata kitu ambacho uh, tunatarajia wote na kwa faida ya wananchi Tumepokea maagizo ya kamati na naahidi hapa tutafanyia kazi kama ambavyo yalivyo, na tunahakika kama mtatutembelea tena basi mtapata progress zuri tu ya maeneo yote ambayo mmetolea maagizo napsi. Sasa kwa upande wa kushirikisha sekta binafsi, hii ndio sera ya sasa hivi, kwa sababu haiwezekani eh, sisi tukasimamia eh, maeneo yote haya na tukaweza kuleta ufanisi. Eh, kuishirikisha sekta binafsi ni sehemu mojawapo pia ya ku kuempower wananchi wetu, kwa sababu unapo unapompa mwekezaji akatengeneza gati na akawa na meli zake anafaki hapo, inamsaidia kupata mapato na vilevile na ajili watu wetu, na mwisho wa siku nchi na nufaika kutokana na na huo uwekezaji. Kwa hiyo tunaahidi kutekeleza haya yote na naomba na, kwa. Hii ni DM Contents, endelea ya kutufuatilia na kuwa karibu nasi kwa taarifa nyingi zaidi.